Usisumbukie vitu. Shetani wameviweka vitu ndio kitu cha msingi katika maisha yetu. Kuna mtu asipopata chakula, unasema nikipata chakula nitakuwa sawa sawasawa. Wakikupa chakula, unasema nahitaji hela. Wakikupa hela, unasema ninahitaji nguo. Wakikupa nguo, unasema nahitaji nyumba. Wakikupa nyumba lazima nalitani skiihii haviishi, haviishi moyo shetani alivotuteta. Kwa hiyo kama wewe huwezi kuridhika katika njia za Mungu, wewe ni mtumwa, wewe ni mjani ambaye ameasirika na utumwa, wewe ni mtu ambaye utavunjika moyo wewe. kwa Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kuongozwa na mahitaji ya dunia, hivi vitu vipo tu. Kama hatuwezi kulizika, sasa tufanye nini ili tuwe na amani? Kwa hiyo sasa mimi mnajiona mna amani katika maisha yenu, lakini nafsi zenu zimejaa kuhitaji vitu, kutaka vitu, unataka vitu ambavyo huwezi kuvifikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mkirudi maisha yetu ya juu Yalikokuwa ni kwamba ukiwa baba au mama au mjane, kuna shamba lako, kuna mahindi ndani, kuna karanga ndani, vitu vilikuwa sio vya msiki. Sasa sasa hivi hadi mie mnahitaji hela za nini wakati mna, mna mahindi? Sasa kwenye kuhitaji hela huko, sasa ndio zinawapelekea kwingine. Kibaya zaidi, zinakufanya una mawazo hela Unapokuwa unawaza hela kila siku, unawaza alafu upate, una moyo unavunjika. Unaenda kanani